Da nie, soka la bongo lina siri nyingi kweli kweli, ndugu zangu. Kumbe kuna makombe ya mkopo yani mtu anashinda kombe alafu alipwe, anasubirishwa tena, anacheza mashindano mengine mpaka anafika fainali, hajalipwa kombe lilopita. Du, bongo lendi, we are not serious kwa kweli. Du, hivi umesikia video hii? Hembu isikilize vizuri ndugu yangu, alafu utadrop comment hapo kwenye comment, unaionaje. Hapa ni Supa 12 Nimeona leo imetoka taarifa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB tarehe 28 Zanzibar. Niambie ofisi ya katibu mkuu wa TFF na tuwaambie wenye mashindano haya, benki ya CRDB, klabu ya Yanga haitacheza mchezo huo wa fainali kama hatujalipwa pesa yetu ya ubingwa wa msimu uliopita uliopita. Tuko very clear mpaka maana <laughs> tumealeana kwa muda mrefu kama hatujalipwa deni letu, haki yetu ya ubingwa ya kombe la shirikisho la CRDB msimu uliopita, Yanga haitacheza hiyo mechi na huko pia hatuchezi. Kwa very clear, kama hatujalipwa hela yetu ya ubingwa. Hii ni haki yetu, msimu mzima tumeisubiri. Hapa tumeshaandika barua sana, tushaandika sana barua, sasa iko very clear, na huu ndio msimamo wa taasisi kama hiyo hela atalipa ya ubingwa taarifa hii ifike kwa ofisi ya katibu mkuu wa tff iwafikie na wenye mashindano benki ya crdb yanga hawatakuja zanzibar kucheza hiyo mechi mpaka hela imeingia kwenye akaunti zaidi ya hapo hakuna maelezo mengine tumeitwa kwenye kikao kwa sababu ya mchezo namba namba 184 mchezo huu ulihairishwa machi nane umepangiwa tarehe 15 Klabu ya Yanga imesema haitashiriki huo mchezo, na ndio msimamo ambao uliwasilisha kwenye kikao mbele ya bodi. Ili tuweze kushiriki mchezo huo, tulikuwa na matakwa yetu mezani, na matakwa hayo jumla yalikuwa manne. Katika haya manne, ndugu zangu waandishi wa habari, matatu ni matakwa ambayo tunaamini yakitekelezwa kwa haraka klabu yetu ya Young Africans itakuwa tayari kwenda uwanjani kwa tarehe nyingine tofauti na kumi na tano kwenda kucheza mechi ya akariada. Lakini takwa moja katika hayo manne ni takwa la muda mrefu, sio takwa la leo wala kesho. Kwa hiyo asitokee mtu akawadanganya kwamba klabu ya Yanga imekuja kuomba haya, alafu katika haya kuna mchakato sijui upitie uende wapi, ni uongo. Tumeo matakwa manne na matakwa haya hapo kwenye phase mbili na barua yetu tuliyowasilisha bodi ya ligi imejielezea specific kwamba mkitekeleza matakwa haya matatu mbungi inapigwa ili moja, ni takwa kwa ajili ya mpango wa muda mrefu. Matakwa haya manne ni yapi, na matatu ambayo specific tumeainisha ili afanyiwe kazi tuweze kucheza pia ni yapi? La kwanza na la kwanza linakwenda sambamba na la pili. La kwanza klabu ya Young Africans imetaka kuvunjwa mara moja na kujiuzulu kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu Tanzania. Takwa hili linakwenda sambamba na takwa la pili la kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, CEO wa bodi ya ligi. Kwa nini takwa la kwanza na la pili linakwenda pamoja? na kwa nini tumesema hili likitekelezwa, klabu Yanga Africans iko tayari kucheza mchezo na mia moja themanini na nne kwa sababu kuhairishwa mechi ya Machi nane, tunaamini kama klabu hapakufuatwa utaratibu na palikuwa pana uvunjwaji mkubwa wa kikanuni. Hapana utaratibu uliofuatwa, na kulikuwa na uvunjwaji mkubwa wa kikanuni, hivyo tunaamini CEO wa bodi ya ligi na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ilifanya haya kwa makusudi kabisa kwa ajili ya kuipa feva timu fulani. Sasa basi, kwa sababu watu hawa wamevunja kwa makusudi kwa ajili ya kuweka upendeleo kwa baadhi ya timu kanuni na kuhairisha mchezo wa Machi nane Club Young Africans haitakuwa tayari kushiriki mechi hii ya 134 namba 84 kama kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa bodi haitajiuzuru au kuvunjwa na afisa mtendaji mkuu pia na yeye kuondoka. Jambo la tatu ilikuwa ni kujiuzuru kwa katibu mkuu wa TFF ndugu Wilfred Kidao. Kwa nini uongozi wa klabu ya Yanga Africans umeweka hili kama takwa? Ndugu zangu waandishi wa habari, hiki kilio mmekuwa mkikisikia sana na sio ukisikia, mmekuwa mkikiona. Kumekuwa na maamuzi ma ya hovyo, maamuzi mabovu kwenye michezo ya ligi kuu Tanzania msimu huu. Waamuzi wamekuwa wakifanya maamuzi ya hovyo sana, lakini kwa bahati mbaya waamuzi hawa wamekuwa wakijirudia Kwenye mechi na hawachukuliwi hatua yoyote licha ya kufanya madudu kwenye baadhi ya mechi. Yaani mwamuzi anakosea leo kesho anarudi kesho kutwa anarudi na hakuna hatua yoyote inayochukuliwa, ndugu zanguni. Sasa kamati ya waamuzi ipo chini ya katibu mkuu wa TFF. Tunaamini haya madudu yanayotokea haya kuto kuchukuliwa hatua kwa waamuzi kwa wanaoyafanya kuna influence yake. Hivyo na sisi hatutakuwa tayari kucheza hiyo mechi ya namba 184 kama katibu mkuu wa TFF hata kuwa amejiuzulu. Hatutakuwa tayari kupeleka mechi pale, the same referees, kwenye chombo kile kile, mtu yule yule, na tukapeleka timu there is hilo no way likatokea, na hii limeisema specific mpate kuielewa. Katibu mkuu wa TFF, kamati ya waamuzi ina ripoti kwake, na madudu yote ambayo yanapigiwa kelele, na klabu ya Young Africans imeainisha kwenye ripoti yake, mbele ya bodi ya ligi. Kila kosa la waamuzi tumeliainisha mbele ya bodi ya ligi, na makosa haya, masikitiko yetu ni kwamba watu hawachukuliwi hatua licha ya kukosea, wanarudi tu, yaani wanarudi, mtu anakosea leo anapangiwa mechi Jumatano, Jumatano anakosea anapangiwa mechi Jumamosi, repetition hii. Uongozi wa klabu ya Young Africans hauoni kama katibu mkuu wa TFF anastahili kuendelea kwenye nafasi yake, kwa sababu hakuna haki moja katika mambo ambayo uongozi wa klabu ya Young Africans uliyauliza kwenye kikao na ni swali ambalo wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu wamekuwa wakijiuliza swali gani? Ni kuhusu ripoti ya uchunguzi wa mechi ya Kariakoo Derby iliyopangwa kuchezwa Machi nane. Nini kilitokea hadi ile mechi ikaahirishwa? Hatujawahi kupata ripoti, nyie hamjui ripoti na sisi hatujui hiyo ripoti. Ilikuwa swali la kwanza kuulizwa kwenye kikao, ndio maana nikasema unapokuja kuelezea taarifa ya kikao ni vyema ukaelezea taarifa yote, usiguse nusunusu. Na afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almasi Kasongo akakiambia kikao, ripoti ile yako mambo ambayo yanawafanya washindwe kuisema public, ikiwemo, kwa mujibu wake, ikiwemo katika ripoti hiyo inaonyesha, yupo kiongozi mkubwa wa serikali ambaye ndani ya kikao walimtaja alipiga simu geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya Machi saba. Nashangaa kwenye taarifa yake aliyozungumza na waandishi hajalisema hiyo, lakini ndani ya kikao amekiri, ripoti iko wazi kwayo. Nitumie fursa hii kuwaambia ndugu zangu waandishi wa habari wa kuwajuza umma na Watanzania kwa ujumla, ripoti ya kilichosababisha Machi nane mechi isipigwe ipo tayari na bodi ya ligi wako nayo, Hawajakuwa na utayari wa kuja kuisema kwa sababu zao, na moja ya sababu amesema afisa mtendaji mkuu wa bodi yupo kiongozi mkubwa wa kiserikali ambaye alizuia geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya matisaki kwao. Nitumie fursa hii kumwambia Almasi Kasongo, kumwomba akiwa anazungumza next time, nikipata fursa ya kukutana naye.